Ndugu zangu wa Tanzania, nimetoka kuangalia hotuba ya Mheshimiwa Rais hapa, na katika hotuba yake Mheshimiwa Rais amezungumzia kuanzishwa kwa tume, kile kinachoitwa tume, ili kuchunguza vurugu na mauaji yaliyofanyika eh, Oktoba 29. Nianze kwa kukosoa wazo la kuanzishwa tume. Tume nyingi Tanzania zimekuwa ni kichaka cha kutajirisha wakubwa. Tume nyingi Tanzania, tulikuwa na tume ya Jaji Warioba ambayo ilikuja na mapendekezo mazuri sana ya katiba mpya. Mpaka leo hatujawahi kuwa na katiba mpya, tuna katiba ambayo ni takataka, tuna katiba ya hovyo sana. Ndiyo tupelekea matatizo yote haya. Tuliwahi kuwa na tume ya Richmondi ambayo ilichunguza ufisadi mkubwa ambao umekuwa ukifanyika Tanzania, ambayo ilipelekea Lowassa kujiuzuru, alikuwa waziri mkuu kipindi kile, lakini hakuna chochote kingine kilifanyika. Tuliwahi kuwa na tume ya Jaji Nyalali ambayo ilipendekeza mfumo wa vyama vingi ukaweka kila kitu structure, framework, kila kitu namna gani vyama vingi mfumo wa vyama vingi uwe implemented Tanzania. Kilichotokea kipindi kile ilikuwa tu ni kitu cha kusikitisha sana, walikubali vyama vingi, lakini walikubali vyama vingi viwepo kama sehemu ya kuhalalisha ushindi wa ramu wa CCM. Tume zote Tanzania ambazo zimekuwa ziki, zikiundwa ni sehemu ya watu kutajirika, ni sehemu ya watu kupata mapesa ya bure. Hatuwezi kukubali damu za watoto wetu na wadogo zetu walipigwa risasi za vichwa ziende zikatajirishe watu kupitia kile kinachoitwa tume. Ndugu zangu, tukatae wazo la kuanzishwa tume. Hatutaki tume, tunataka waliofanya mauaji wawajibishwe. Tunataka tusikie wamefikishwa mahakamani. Hatutaki kusikia kinachoitwa tume, sababu tume ni sehemu ya watu kutajirika, na hatukubali damu za watoto wetu zikatajirishe watu tena.